Mapinduzi ya yale yayale yaliyojizi mashujaa nyakati hizo, ambao rafiki alikuwa mmoja wao. Watu walifahamu jinsi ya kutisha watu kwenye kukua na adui yaliyoonekana wazi, ulikuwa na wananchi tu, tena waliogubikwa na kitisho. Hata hilo neno wananchi lilikuwa na mzozo tena, mashujaa wakipenda kulichezea: unafikiri wewe ni mwananchi? Tuone cheti chako cha kuzaliwa Una, mage, una maana gani? Unacho. Watu wengi wa rika fulani hawakujishughulisha kupata vyeti, kwa hivyo karatasi hiyo ilionekana kutakiwa pale palipokuwa na hamu ya kunyanyasa au kutishia, na mara nyingi vyote, wewe ni ni mnyonya damu wa aina gani unayejidai kuwa mwananchi? Yote haya yalijiri katika sehemu ya tamaa ya mamlaka, kuadhibu, kutisha au kufukuza kwa kujiamulia kiholela tu. Kwa vyovyote vile, Rafik alirudi kutoka Cuba maridadi kwenye sare yake na chipeo kama ile ambayo Fidel Castro alipenda kuvaa. Au kubadilisha mwonekano, alivaa kofia ya bereti nyeusi kama aliyovaa Chegovara, akiwasalimu makumredi wenzake kwa salamu ambazo zilikuwa mpya kwa kila mtu lakini ambazo hazikuchukua muda kuzoeleka: venceremos, aluta continua, vamos pia alianza kumtupia macho Raya na kumsemesha majiani huko kitabasamu kwa chati. Yeyote aliweza kuona mpango wake. Raya alikuwa na miaka kumi na saba mrembo na yeye alivuma kwa kuwachanganya watu wake. tajiriba yenu haswa, um, mahusiano kati yenu. Ningependa uh, kumuuliza Abdulrazak zako kuhusu um, tajiriba yake kama mwandishi aliyetafsiriwa na wewe kama mfasiri ambaye ana nafasi ya kuwasiliana na mwandishi anakwaana, na pia kama unaweza kutuelezea kuhusu mahusiano yako baina ya uh, katika nao mchango wako katika mchakato um, huu. Mi, mi nafurahi, najua Ida nini anafanya, Ida na kafanya uh, Peponi na tunazungumza mara nyingi n na, na mi navoona mtu anatafsiri, ni mambo yake, sijishughulishi mache afanya anavyojua. Kuna yule publisher bwana yule Walter na Mkuki, watamtizama, watamsimamia, akifanya makosa watamwambia wat... si mambo yangu, si kazi yangu, mi meshaandika Mime... kazi yangu meshamalizika <laughs> <laughs> ndo hapo, ndo hivyo bwana, ndo we sasa. <laughs> Sasa katika hili, unafahamu huwa ua mimi siwasiliani si ishi na wasiliana na mfasiri sasa. Mfasiri anafu mara mbili hizi amazafanya kazi naye, nikisoma mahali nika- nika- nikasielewe vizuri, namuuliza wewe, unafahamu una hasa kuemanisha kuwa na maana gani? Mbona mi sielewe? Ha chizungumza naye, anajua hili jambo na nana na tuendelee hivyo hivyo sasa eh? <laughs> mwandishi anavyosema tuendelee hivyo hivyo kama mwandishiewe huyo <laughs> eh? inakuwa wewe umesha umesha kiasi fulani, lazima uheshimu, unafahamu na unaheshimu, kwa sababu waandishi kama kama Gurnah ni watu wamepitia katika mioto mingi sana na wameona mambo mengi na wanajua mambo mengi wamesomeshwa sasa, wengine tumepata kidogo kidogo iy hmm, lakini hawa ni watu ambao wamezama sana. Lakini haina maana kwamba nao hawawezi kukosolewa, na mimi nadhani hii ndilo jambo ambalo katika kazi zangu hizi nimeona. Hasa ni maprofesa na watu wazito, mnaandikiana nyie wenyewe. Sasa sisi makabwela tulio huko tunataka kuelewa ya tupita. Sasa mimi kawaida huwa namuuliza mwandishi kwa mimi sielewi hapa unasemaje sielewi. Sasa wakati mwingine ya mwandishi naye haelewi. Basi hapo tuka tunatafutana, watafutana, tunasaidiana. Ah, ewa ukona maana hii. Eh, ah, lakini si mbali sana hivyo. Sasa, Atori kwa... Kwa kwa sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, kuna maswali fulani niuliza ile hapa kwa sababu sasa tupate hapa. Baada ni kwa nasoma hii tafsiri nikaona bora ah. mbona kuna kwa kawaida tuna kwa kutema ile kauli ya watu tunaweka zile. Eh, zinaitwa zile. Ile quotation marks. Eh zile. Sasa bora bora hazitii. Sasa sasa sasa hebu kujibu. Ismami ni mchasoma vitabu vingi vya watu ambao uh, hawatumii zile alama za nukuu, na ni kawaida ni, ni mtindo ambao unapendeza nanikasema kwamba nahisi kwamba kwa, watu wanaosoma kwa Kiswahili wataelewa wenyewe moja kwa moja kwamba hakuna alama za nukuu, lakini hii ni nukuu. Lakini sibuhi nimuulize Abdurazak, nikamuuliza akasema huo hey, ndo mtindo wenyewe <laughs> <laughs> kwa hivyo tukafanya <laughs> hivyo, tuka, tuka na shingo upande shingo upande Bwana <laughs> Bgoya akasema kwamba lazima tutatoa edition nyingine ya shule ambayo itakuwa na quotation marks. Itabidi tuzungumze Abdulrazak, na anasemaje, lakini labda niongeze kitu kimoja. Um, mimi nimepata bahati sana, nafikiri kwenye nafasi hii, kwamba bwana um, Walter Bgoya ni rafiki wa familia yangu tangu ninapozaliwa na naye kazi ni kama nafanya kazi na baba angu. Kwa hivyo kuna kuna, kuna urafiki ambao tunao na pia kuna utaalamu ambao umeingia ambao tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo, hivyo ni nimependa kufanya kazi na na bwana Walter na mkuki ni rafiki yangu, kwa hivyo pia tunaelewana vizuri na vizuri uh, pia hivyo hivyo Abdulrazak Abdulrazak, nilichopenda mimi kwake ni kwamba mimi ni mwalimu na kama mwalimu chuo kikuu nimepewa nafasi ya kufundisha, um, kama ninavyotaka. Ninafahamu mada yangu ninaifundisha, sina haja ya mtu kuniambia fanya hivi fanya hivi hii hivi hii, kwa nini. Na yeye ni mwalimu pia, kwa hiyo nafahamu, anaelewa kwamba kila mtu ana nafasi yake, kwa hivyo ananiacha nifanye kama ninavyoona sawa. Lakini nilimuuliza mfano kuhusu, mtaona uh, dhulma, kitabu kinaitwa Dhulma lakini yeye amekiita Theft. Kwa hivyo kwa Kiswahili Theft labda ingekuwa ni wizi. Um, lakini nilipokuwa nikitafsiri hichi kitabu sio kama naweza kusema tura zake, nafikiri mwanzo ulifikiria pia kukiita People of the House na na mimi nilikuwa nimependa sana kwamba kiitwe watu wa nyumbani, kwa sababu tangu mwanzo kulikuwa kuna hii concept ya watu wa nyumbani, watu wa nyumbani. Aua katikati nikaelewa kwa nini ni Theft, ni wizi. Lakini baadaye nikaja kusema kwamba ule wizi na wale watu wa nyumbani, mahusiano yote yale yamejengwa kwenye dhulma kubwa ambayo imefanyika kwenye jamii unayoiona hapa. Dhulma tofauti za watu kunyimwa elimu, um, za wanawake kupitia maisha magumu na waume ambao wamepangiwa kuna kuna dhulma za kisiasa, kuna dhulma nyingi sana kwa hivyo nikasema, nitaita Dhulma. Nikamwambia ndo, nadhani una wazo gani tukiita Dhulma? Akasema it's more poetic. <laughs> so I think um yeah, labda ni, ni, ni mfano huo ndio sawa. so, na sana huh? yeah. Asanteni. Na sasa ningependa kuuliza watu wote, watu ambao wanakaa ukumbini, kama wanachukua nafasi ya kuwauliza maswali au kutoa maoni, basi karibuni um, apaka, a, hata kama kuna uh, maswali au maoni kutoka mtandaoni, karibuni siogope. <laughs> <coughs> kuchangia chochote kingine chochote. Sasa swali kwa Ida na labda kwa kwa ingawa yeye ni mwandishi, yani, hayuko kwa sasa upande wa uongozi wa wa, nakuuliza wewe sasa, Ida, sasa umeshamaliza sasa, Masha Allah ile tafsiri mjini ambayo kuuliza hizi mbili sasa uta, utafanyaje sasa uta, utafanya <laughs> tafsiri ya kitabu gani kwa sababu tunataka kama ameandika ameandika mingi sasa baadaye sasa tunataka kujua kitu kingine yeah. Subiri ni kwambie, uh -huh. Uh, um, kesho mimi nitatoa mada yangu, na mimi nafikiri kwamba Abdulrazak amekuwa na hadithi amekuwa na amekuwa na mradi ambao ametaka kuzungumzia kwa miaka mingi na mradi huo umeanza na Peponi satellite sasa, wako kwenye Dhulma, sorry, um, kwenye Theft, na ulianza na Cages, ndio Cages. Uh, Paradise, Afterlife, Theft, so yeah. Definitely afterlife yeah. Ambayo mm -hmm. Nimeanza tayari nilikuwa, alafu nikachukua hii kwa sababu ilibidi kukitoa. ah. <laughs>

<clears throat> <clears throat> Nimeanza kuandika hivyo aki, si mara ya kwanza, lakini nimeanza kuandika hivyo, nikaona hamna uh, uh, uh, tabu kufahamu nani anasema uh, au nini anasema, basi uh, nikaendelea namna hivyo, nikaenda kwa ile ile hadithi vile, na uandishi unaendelea uzuri vile, bila bila hizi quotation marks na nini na hapana mtu anasema chochote. Sikokuwa Walter, watu wote wamesoma huku huku, translations nyingine zinatolewa kila pahali, hapana hata mtu mmoja anasema kwa nini hamna quotation marks. Kwa hivyo bwana, ndio mambo ya sasa

o akazioakukumbukaikisan lakini nasema, unafahamu mambo ya haki kwa mwandishi na haki yake kufanya kitabu chake maandiko yake, kila haki ya kuweka sheria zake, sio sasa kiateka sheria zake sasa aii ii sasa nadhani hakuna haba, sa, sababu ya kulichukua kul, kul, kul zaidi ya hapo, ambao tumefikia kwamba ndio mtindo umekuja, na pengine ume mi sijauelewa, lakini mimi ninani kama watu wengi wanauelewa na wana vitabu, basi mi ndio nimebaki nyuma, lakini mi nahisi kwamba wenzangu katika mazingira kwetu hivi vinawasaidia e, lakini kama na wenzangu huko nyumbani, maana sisi ndio tunaulizwa ah, mbona vitabu vyake na akina hivi. Sasa sisi ni wachapishaji, sasa mpaka lawama ya ndio tuelezea wangapi, unaona. Lakini nasema kama mtindo ni mtindo, tunakwenda nao, lakini nasema tane basi wote hatuhitaji make novona miesaemasasiitajiwi

Lakini nafikiri na ndio maana imekuwa bahati kwamba wazazi wangu waweza kusoma draft kama tatu nne kwa sababu ni nzuri sana. Ulikuwa na swali pia. Ndio msamo mwanza kama dale. Asante sana kwa kupata nafasi. Nilikuwa na swali kwa mfasiri kwa Dada Ida. Wakati unafanya kazi ya ufasiri una ninaamini mama, unakutana na neno fulani alafu na maana ka tatu au maneno, unaamua vipi? Njia gani naonyezo gani unatumia kwamba nachukua hili neno na acha mawili au matatu? Na unapofanya hivyo, unakuwa unapata ile imani mama, sasa ni ufasiri wangu, labda unaenda nje ya kazi ya bwana alafu sababu, ila mwisho ni kwamba kwa mwandishi mwenyewe kwamba kama amepata hii na asante asante sana okay, kama alivyosema mama, Abdulrazak ana lugha ambayo ni very powerful, na lazima niseme kwamba na maneno mengi ambayo nimekumbana nayo ambayo sikujua maana yake, na ndiyo mara ya kwanza kuyakuta sikumbuki uh, sasa hivi neno yenyewe, lakini hivi viti vina majina yake. Viti siyo hivi, vimefanya hivi, vimefanya vile. Kwa hivyo nasema Mungu wangu, ndio kitu, kwa nini nakitafuta? Naona picha, ndio hiki. Sasa, so kwa Kiswahili, si hapa tunatafuta viti kama viti vya enzi, you know, viti hivi vya kawaida. Sasa hiki hakuna, kwa hivyo nifanye nini? Nafikiri ni swala la kutafsiri, ni kazi ambayo, mfasiri ni subjective, mfasiri anakuambia alichokielewa na inawezekana kwa mimi nilichokielewa ni tofauti na alichokusudia ndugu yeah, zangu uh, inawezekana, lakini nafikiri labda nina bahati ya kwamba um, wakati anaouandika um, ile uh, nafasi ile region um, wilaya na, na sifahamu vizuri. Nilikuwa na mjomba wangu ambaye alikuwa kwenye kwenye siasa ambaye alifungwa ambaye aliteseka sana, kwa hiyo vitu hivi anakoleta. Kwa hiyo Abdurahman Gai Abdurahman Gani Gai, kwa hiyo vitu anavyoviandika nimevisikia nyumbani, nimevielewa. Kwa hiyo nafikiri pale pale napata aha, ni hiki hata. Kuna vitu vingine, mfano ndio, mfano okay, majina ya maua nini, mingine inakuwa kwa sifahamu. Uh, mfano iris ni ua gani? Labda nitalitafuta, lakini kuna vitu vingine, mfano anazungumza kuhusu mafuta ya kuchua ambao pale pale hiki ah, ni hii haya mafuta kipasi, kwa sababu sabbuki nayafaham mafuta kipasi. Kwa hivyo kuna kuna nafasi kama hizo ambazo ninapata, kwa hivyo ndio najiuliza na, na nitatafsiri kama ninavyoelewa, najaribu kutafuta na nitaamua kutokana na jinsi nilivyoelewa ile hadithi kwamba yeye hapa anataka kusema hivi, na mimi ndio kukuambia natuta kusema labda ni hivi